Jina naitwa Aziza Ali Mangosongo, mkuu wa wilaya ya Mafia. Napenda kuchukua nafasi hii kwanza kuwapongeza Wakristo wote ambao mmeweza kufunga kwa rezma, na hata wale ambao hawajaweza, najua mmefanya ibada mbalimbali. Napenda kuchukua nafasi hii kuwataka wana Mafia wote na kuwa kuwatakia sikukuu njema ya Pasaka ambayo itaanza siku ya siku ya Ijumaa. Tutakuwa na ibada ya Ijumaa kuu, lakini vile vile tutakuwa na siku ya ya Pasaka yenyewe ambayo itakuwa siku ya Jumapili, na itakuwa na siku ya Jumatatu ya Pasaka, zote zini siku kuu mm -hmm, kwa upande wenzetu wa Kristo, na nichukue nafasi hii kuwataka msherekee kwa salama na amani lakini vilevile naomba sana tuwalinde tu watoto wetu wakati wote wa sikukuu, tusiwaache wanatembea wenyewe barabarani. Vyombo vya moto vitembee vizuri, ajali za pikipiki zimekuwa nyingi katika wilaya yetu. Niwaombe sana waendesha bodaboda, waendesha pikipiki wote, vyombo vya moto, tuendeshe kwa tahadhari. Naomba tukiendesha tusio tumelewa, tuendeshe tukiwa tuko tuku vizuri, lakini tufate kanuni za usalama barabarani tufate sheria za usalama barabarani. Niwaombe sana na watoto wasiwachwe wenyewe, wana, wana, wanatembea wenyewe. Lakini kingine, sikukuu ya Pasaka hii imeambatana na mvua, naona rasharasha mvua za hapa na pale na mawingu. Niwaombe sana wakati wa mvua hizi tusikae chini ya miti. wakati wa mvua hizi tusiende kuchezea watoto kwenye madimbwi kwenye mashimo. Lakini wengine kama kuna mwananchi ambaye amechimba shimo la choo, naomba alifunike kabla mvua zijachanganya kwa sababu utakapochimba shimo la choo maji yataingia kwenye shimo, mwisho wa siku mtoto anaweza akapita hapo asijue kama kuna shimo, hata mtu mzima. Kwa hiyo niwaombe watoto, tusiende sehemu ambayo imejaa madimbu ya maji. Lakini kingine tusite, tusicheze chini ya miti na tusicheze kwenye mvua, kwa sababu, tukicheza kwenye mvua, tunaweza kupata magonjwa mbalimbali. Baada ya kusema hayo, nawashukuruni sana na nawatakia sherehe njema, tusherekee kwa amani na utulivu.